Mheshimiwa Rais, moja ya maelekezo aliyonipa wakati ananiteua aliambia, nenda Arusha kawe sikio la wananchi wa makundi yote bila kubagua, na pale napowabidi tafuta kila namna wanyonge na watu maskini wasiokuwa na uwezo waone sura na taswira ya upendo wa serikali yao kwa kuwahudumia kadri iwezekanavyo. Kwa maelekezo hayo Mheshimiwa makamu wa Rais, ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia alinipatia inilazimu kuanzisha utamaduni wa upimaji na matibabu bure kwa wananchi wanyonge maskini wasiokuwa na uwezo, jambo ambalo tulifanya mwaka jana na tukapata watu waliohudumiwa takribani elfu thelathini na mbili. Jambo lilikuwa la faraja kubwa sana liliowapelekea wakinamama walioenda hospitalini wakakosa pesa ya kumalizia gharama ya kulipia vipimo wakarudi nyumbani wakiwa wanamlilia Mungu wao, na sauti ilimfikia Mungu, na hatimaye tukafanya kama ambavyo rais wetu alituelekeza. Naomba kutumia fursa hii kwa sababu jambo hilo tulilifanya, ilikuwa ni mwezi wa sita mwaka jana, kuwatangazia pia wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba mwaka huu pia tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kama tulivyofanya mwaka jana, kwa wananchi wote wenye uhitaji wasiokuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa magonjwa yote na tutafanya kuanzia tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa, takribani siku saba, na kuhakikisha kwamba kama ulikuwa unaumwa na hauna pesa ya kuenda hospitalini basi njoo. Mungu amesikia kilio chako, na Daktari Samia ametupa kibali cha kufanya tena mwaka elfu mbili na ishirini na tano.